Madereva wote wanaosababisha ajali za vifo na majeruhi tuwaone maadui, tusio na urafiki nao. Dereva anaendesha gari hovyo barabarani, alfa di hizo, dayana zile za abiria hizo, bodi za mbao hizo, nimezungumza hapa, malori makubwa yale ya mchanga yanojenga barabara, pikipiki ya, piki, bodaboda zote, wote wanaoendesha gari, pikipiki piki, bila kufuata sheria za usalama barabarani tuwaone maadui. Anayestahili kuelimishwa aelimishwa, lakini yule asiyestahili achukuliwe hatua haraka. Tumeliona makamanda, ajali za ovyo zinajitokeza, ambazo nyingi zinasababishwa na uzembe na kutokuwa uangalifu kwa madereva, na zinapotokea hatuchukui hatua kali ambazo madereva wanaweza zikawafanya wakaona hatua iliyochukuliwa, wakaacha kuendelea kufanya mambo ya kguzi huko barabarani na kusababisha vifo vya watu. Kwa hiyo kuanzia sasa hivi twende tukachukue hatua, hatua zichukuliwe na zionekane kuanzia leo. Bodaboda boda, kapakia mishkaki, hakuna hajavaa helmet, hatufuati sheria za usalama barabarani, kamata, weka maguso kwa hiyo swala la bodaboda ni very serious, bodaboda zisizokuwa boda boda na namba, bodaboda wasiovaa helmeti, wanaopakia mishkaki, kamata. Najua mtapata changamoto kwenye kamata, lakini wale wachache mtakaowapata ni wawe wajumbe kwa wengine.